Mtazamaji wa Almas Media ni kikosi cha Young Africans kikifanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao wa kesho wa ligi kuu ya Tanzania Bara dhidi ya Tanzania Prison. Unawatazama hapo, eh, nyota wote wa Young Africans wakiwa eh, wanaendelea eh, kupashapasha misuli joto, na muona Dennis Nkane na muona Clement Mzize, lakini pia unamuona Dickson eh, Jobu, lakini pia unamuona unamwona eh, Nixon Kibabage, kwa mbali unamuona Pacome yule pale, unamuona Maxim pia eh, Nzingeli muona Kibwana Shomari, bondia mpya eh, zuri kabisa lakini pia eh, wakiendelea na maandalizi yao kuelekea kesho. Huu ni mchezo muhimu eh, mchezo ambao eh, endapo Young Africans ikipata alama tatu wataendelea kujiweka vizuri eh, kuelekea ubingwa wao wa ligi kuu ya Tanzania Bara. Yanga inapokuja katika uwanja huu wa Sokoine imekua ikipata wakati mzuri, haijalishi imekuwa ikicheza na timu gani, lakini eh, bado eh, rekodi zinaendelea kuibeba Young Africans Tazame hapo eh, kwa uzuri kabisa, wachezaji hawa wakiendelea na eh, mazoezi yao kwa uzuri kabisa kuelekea mchezo wa eh, kesho. Unamwona Clatus Choma Clatus Chota Chama, eh, yule pale, lakini pia unamwona eh, Chadrak Boka yule pale, lakini pia unamwona Bakari Nondo Mamnyeto yule pale, unamwona Ibrahim Baka yule pale, eh, unamwona Prince Dube na nyota wengine wengi Africans wakiendelea eh, kupashapasha na kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao eh, wa kesho dhidi ya Tanzania Prison, wanapigiana eh, mipira. unamtazama kwa uzuri kabisa eh, kapteni Bakari Nondo Mamnyeto, lakini pia unamtazama Shua Boy yuko hapo akiwa fiti kabisa eh, lakini pia Ibrahim Baka namwona kwa mbali kabisa, Mudathiri ya haya, yule pale Khalid ya Ucho eh, nyota kutoka Uganda, lakini pia unamwona eh, eh, Prince Dube, yote haya ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mchezo wa kesho. Tunasema haya ni mazoezi ya mwisho mwisho kuelekea mchezo wa kesho ambao e, ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili zikiwa zinahitaji pointi tatu kwa Tanzania Prison na kwa upande wa Young Africans. Young Africans wakihitaji alama tatu ambazo wao zitaendelea kuwafanya waendelee kukaribia zaidi ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania Bara. Lakini pia kwa upande wa Tanzania Prison wanahitaji ushindi siku ya hapo kesho ili kujipa matumaini ya kujinasua pale chini katika eneo la cheza playoff. Endelea kufuatia kufuatilia Almas Media kwa sababu yako mengi ambayo tumekuandalia kutokea huku jijini Mbeya.